Mjamzito ni vyema kuweza kufanya ultrasound katika kipindi chako cha ujauzito. Haijalishi miezi mitatu ya mwanzoni, miezi mitatu ya katikati au miezi mitatu ya mwishoni. Kwa nini? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza ya kwanza kuweza kutembelea chaneli yangu, unaweza uka subscribe hapo chini, ili uendelee kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini lakini vile vilevile na mtoto wa mchanga. Kwenye moja ya video yangu niliweza kusema kwamba mama mjamzito anataka kuweza kufanya ultrasound angalau mara mbili, mimba inapokuwa miezi mitatu ya mwanzoni, haswa inapokuwa kati ya wiki kumi na moja mpaka wiki kumi na nne unapoelekea ile miezi mitatu ya katikati, lakini vilevile vile na miezi mitatu ya katikati, mimba inapokuwa na kati ya wiki kumi na nane mpaka wiki ishirini na nikasema moja ya malengo makubwa ya kufanya trasaundi mwanzoni mwa ujauzito haswa kwa wale ambao wamesahau hedhi zao za mwisho au hawajui hedhi zao za mwisho zilianza lini, itakusaidia kuweza kujua mambo mengi ikiwemo umri wa mimba, lakini vilevile inaweza ikaonyesha wako watoto wangapi. Na tunafanya trasaundi mara ya pili mimba inapokuwa kati ya wiki 18 mpaka wiki 20 kwa ajili ya kujua ukuaji wa mtoto na kama kuna ulemavu wa mtoto na mambo mengine mengi ikiwemo maji na kondo la nyuma liko sehemu gani. Leo hii nataka kuzungumzia kuhusiana na unataka kufanya ultrasound mara ngapi, na hii ni nzuri zaidi ambayo itakusaidia wewe kuweza kuondokana na changamoto na kusaidia uweze kujifungua salama. Sasa kama unataka kujifunza kuhusiana na ile ambayo nilisema kwamba unataka kufanya ultrasound mara mbili ambayo ni muhimu sana kwa wewe mama mjamzito basi unaweza uka click suggestion hapo juu ukasikiliza video hiyo na utasikiliza mara baada ya kumaliza kusikiliza video hii leo. Hii nitazungumzia kuhusiana na kufanya ultrasound, lakini nasisitiza mama mjamzito uweze kufanya ultrasound angalau mara tatu, kwa maana kwamba ultrasound ya kwanza itafanyika miezi mitatu ya mwanzoni, mimba inapokuwa chini ya wiki kumi na tatu. Itakusaidia yale mambo ambayo niweza kusema. Ultrasound ya pili pia inatakiwa iweze kufanyika miezi mitatu ya katikati, ambayo itafanyika kati ya wiki 18 mpaka wiki 20. Itakusaidia kwenye zile faida ambazo niweza kusema kwenye ile video lakini atrasaundi ya tatu ni vema iweze kufanyika miezi mitatu ya mwishoni mwa ujauzito. Tumeona kwamba wakina mama wengi ambao hawafanyi atrasaundi miezi mitatu ya mwishoni mwa ujauzito kuwa zinaweza zikatokea changamoto ambazo pengine zingeepukika, endapo kama angefanya atrasaundi huyu mama, nakuta mtoto amefariki au mama amepata changamoto au uchungu umeenda ndivyo sivyo, umejifungua kwa upasuaji, lakini bebe mtoto ametoka labda hajapumua vizuri na mwisho wa siku kalazwa muda mrefu hospitali. Kumbe ungefanya atrasaundi ingegundulika kama kuna changamoto kama labda kondo la nyuma limekaa vibaya au mtoto labda amekaa vibaya, au mtoto na ulemavu fulani ambao haukuonekana mwanzoni mwa ujauzito, au inawezekana kondo lilikuwa limezeeka kwa mwisho siku kaleta hitilafu wakati wa kuweza kujifungua. Lakini kama wewe ni mama mjamzito ambao unajiweza vizuri kiuchumi, uko vizuri, na shauri uweze kufanya ultrasound mara nne kipindi chako chote cha ujauzito, kama huna shida yoyote, kwa maana kwamba ya kwanza itafanyika miezi mitatu ya mwanzoni, lakini vilevile ya pili itafanyika miezi mitatu ya katikati kama nilivyosema, na ile ultrasound ya tatu itafanyika mimba ikiwa ina wiki 28 au miezi saba, maanake ni miezi mitatu ya mwishoni. Afu ultrasound ya nne itafanyika mimba ikiwa na wiki 36, maanake ni sawasawa na miezi tisa kamili, ambapo unajua kwamba mimba iweze kukomaa ni kati ya wiki 37 mpaka wiki 42, kwa unapofanya ultrasound hizi za mwishoni. Na leo nataka nizungumzia hii miezi mitatu ya mwishoni kabisa mwa ujauzito, ni muhimu sana, na hapa yenye umuhimu mkubwa ambao unaweza ukafanya mara moja tu ni ile ambayo inafanyika wiki ya thelathini na sita ultrasound. Ikifanyika wiki ya thelathini na sita huwa ya kwanza, inaweza ikaonyesha ukubwa wa mtoto, kwa maana kwamba uzito wake, kama ana uzito pungufu au kama na uzito mkubwa sana, kiasi kwamba inaweza ikaonyesha kwamba mama huyu unaweza ukajifungua kawaida au ukajifungua kwa, kwa upasuaji. Lakini vile vile inaweza ikaonyesha mtoto amekaaje. Inawezekana mtoto amekaa ulalo amekaa wima, ambao tunaita obri, kama unavyoona kwenye picha hiyo, ambayo hawezi kuzaliwa kawaida. Lakini vile vile, wakati mwingine, anaweza kaonyesha mtoto ambaye labda inawezekana amegeuza kichwa, lakini ametanguliza sura mtoto ambaye wakati mwingine uchungu wake unaweza ukawa changamoto ukaenda muda mrefu, na wakati mwingine mtoto ukampoteza au ukaleta changamoto wakati wa kujifungua, katakuwa uweze kujifungua kwa upasuaji, hali ya kuwa ingegundika mapema, moja kwa moja ungeweza kujifungua kwa upasuaji kama una vigezo vingine. Lakini vilevile, inaweza kaonyesha mkao wa mtoto kama ametanguliza makalio, ametanguliza miguu, kitu ambacho wakati mwingine kwa asilimia kubwa inaweza kapelekea ukaweza kujifungua wa upasuaji. Vile vile inaweza ikaonyesha ile hali ya kondo, kondo liko umbali gani kutoka kwenye mlango wa kizazi, kitu ambacho inaweza ikawa hatari wakati mwingine katika kujifungua kawaida au hata kama utafanyia upasuaji. E, inaweza ikaleta changamoto ya kutoka damu nyingi kama kondo limejishikiza karibia na mlango wa uzazi na wakati wa mtoto kuweza kutoka, hasa kama kondo liko sehemu ya mbele ambapo ndio sehemu ambayo e, mara nyingi unapojifungua kwa upasuaji ndio sehemu ambayo wanakata ili mtoto aweze kutoka, lakini vilevile wataangalia maji maji yako kiwango gani, na haswa kwa wale ambao labda unakuta chupa imepasuka. E, maji yanatoka, wanapofanya ultrasound inaonyesha kiwango cha maji kilichobaki. Lakini vivyo ukifanya ultrasound inaweza kusaidia kuweza kujua ule mrija wa kondo kama umejizungusha kwenye kitovu na umejizungusha mara ngapi. Anayefanya ultrasound kama yuko vizuri, inaweza kaonyesha kwamba ule mrija wa kondo umezunguka mara ngapi. Kama umezunguka mara mbili, mara tatu au umejifunga vibaya, inakuwa hatari sana kwa mtoto. Wakati mwingine unaweza kujifunga mtoto ambaye ni mfu kwa sababu tu mrija um, wa kondo umekaaje. Lakini vivyo hii itakusaidia kuhakikisha kwamba, inaonyesha lile kondo kama lina ulemavu au kama kuna changamoto ya kondo, lakini ulemavu wa mtoto unaweza kuonekana. Eh, wakati mwingine unaweza kukuta kondo limekaa vibaya, lina ulemavu fulani, haliko kawaida, na mwisho wa siku labda wakati wa kujifungua ikatokea changamoto. Vile vile itakusaidia kuweza kujua kwamba kama kuna hitilafu nyingine. Kwa mfano, inawezekana mtoto akawa na ulemavu fulani ambao anao, labda kichwa kikubwa sana, tumbo lake liko wazi, na shida nyingine ambazo zinaweza kapelekea mtoto kuweza kufariki au ikatokea changamoto. Kwa hiyo usisubiri kwamba mtoto labda apunguze kucheza ndipo uweze kwenda kufanya ultrasound. Lakini vivyo hivyo usisubiri kwanza, labda umeumia, umepata ajali ndio uende kufanya ultrasound. Usisubiri mpaka uambiwe na mhudumu wako wa kwa afya kwamba kuna umuhimu wa kuweza kufanya ultrasound. Mimba ikifikisha wiki 28 kama kamana uwezo unaweza ukafanya pia ile ultrasound ya tatu, afu ya nne ukaja kufanya, kufanya wiki ya thelathini na sita hii atrasaundi ya wiki 28 huwa inasaidia kuonyesha ule uzito wa mtoto kama unaenda vizuri. Mara manaake pale utaangalia uzito wa mtoto alioko tumboni na umri wa mimba, je, vinalingana? Na kama kuna itilafu nyingine hasa labda kama na magonjwa mengine kama pressure au kisukari, unaweza unaweza ukafanya. Japokuwa hata kama hauna shida unaweza ukafanya kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya mtoto, kwa sababu unajua kwamba atrasaundi mara nyingi haina madhara yoyote kwa mama wala haina madhara yoyote kwa mtoto. Vile vile ultrasound huwa inaweza kufanyika mwishoni mwa ujauzito wiki inapokuwa wiki ya 36 kwa ajili ya kuangalia damu inavyokwenda kutoka eh, kwenye kondo kwenda kwa mtoto na ambayo inatoka kwa mtoto kwenda kwenye kondo kama inafanya kazi vizuri. Lakini vile vile kama umekuwa na changamoto fulani fulani, inawezekana kuna shida fulani. Ukifanya ultrasound inakusaidia kuweza kuonyesha na inasaidia madaktari kuweza kuonyesha kama kuna itilafu na mtoto wako aweze kutolewa kwa wakati kuliko kusubiri mpaka unapokuwa upo kwenye uchungu na mwisho siku zikatokea itilafu na ukampoteza mwanao. Kuna wale ambao wanakuwa na mimba za mapacha au mimba ya zaidi ya mtoto mmoja, kwa hiyo mara nyingi tunashauri uweze kufanya ultrasound huku mwishoni, wiki ya 36 ili kuweza kujua kwamba wale pacha wamekaa. Kuna pacha ambao inawezekana wamekaa vizuri kwaweza kujifungua kawaida, na kuna pacha ambao inawezekana wamekaa vibaya, wanatakiwa uweze kujifungua kwa upasuaji kwa unapofanya ultrasound inaweza kutusaidia kwamba yule pacha wa kwanza amekaa katika njia ya ulalo ametanguliza kichwa ametanguliza sura au ametanguliza makalio au miguu. Kwa hiyo tunaweza kujua kwa kufanya ultrasound, na usipofanya ultrasound inawezekana uchungu kuweza kwa kuanza ukawa umechelewa ukafika hospitali njia imeshafunguka na mtoto ameshaanza kushuka, kitu ambacho hata kama mtopelekwa kuweza kufanyiwa upasuaji ule wa dharura, huwa inaweza katokea changamoto, na hizo changamoto zinaweza kuwa na madhara makubwa sana kwako wewe haswa na wale watoto ambao hapa nazungumzia kwa wale ambao wanakuwa na mtoto zaidi ya mmoja, inaweza kutokea changamoto kwa mpoteza mtoto mmoja au mwenye ukapoteza maisha au kachanika kizazi au mtoto mmoja akafariki au watoto wote wakafariki kwa sababu tu kuweza kufanya ultrasound. Kwa hiyo ni vyema wewe kama mama mjamzito, fanya ultrasound mara tatu. Kama nilivyosema, miezi mitatu ya mwanzoni lakini vivyo miezi mitatu ya katikati, miezi mitatu ya mwishoni. Kama una uwezo mzuri fanya mara mbili, fanya wiki ya 28, uone hali ya mtoto inaendaje na vile vile uzito wake ukoje. Lakini vile kama kuna hitilafu daktari atakwambia au yule anayefanya ultrasound atakwambia, na vile vile unarudia tena mimba ikifika wiki ya 36, kipindi ambacho inakuwa ina imebaki wiki moja tu ku uh, mimba yako kuweza kukomaa na uchungu halisia kuweza kuanza. Hii itakusaidia kuhakikisha kwamba unajifungua salama na mtoto ambaye ana afya. Swali kuhusiana na somo hili la ultrasound, inawezekana unajiuliza maswali, je, ultrasound ina madhara? Na wengine wamekuwa kiuliza maswali kwamba ultrasound huwa inaongea uongo. Inawezekana ulifanya ultrasound, na mara nyingi mtu akifanya ultrasound, mfano miezi mitatu ya katikati na miezi mitatu ya mwishoni, unakuta kuna utofauti mkubwa sana wa tarehe za matarajio ukiinganisha na ile hedhi ya mwisho. Unaweza kuniuliza maswali kwamba hii inaongea uongo au inakuwaje. Ultrasound mara nyingi inakuwa na ukweli lakini inatakiwa ifanyike katika muda ambao ni stahiki. Sasa kama ulikuwa unaniuliza swali hilo kwamba ni muda gani ambao uweze kufanya kwa ajili na na ya kujua umri wa wa mimba na kuweza kujua uhalisia wa Ultrasound kwamba ni ukweli au uhalisia kiasi gani, basi unaweza ukaklik suggestion hiyo hapo ukasikiza video kuhusiana na ukweli wa Ultrasound kuhusiana na umri wa mimba na mambo mengine. Ukiwa na swali niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.